Baadhi ya wabunge wamesema tatizo kubwa la utekelezaji wa mipango ya maendeleo linaloikabili Tanzania linatokana na watendaji kushindwa kutekeleza mipango iliyoandaliwa na serikali. Wabunge hao wameeleza hayo wakati wakichangia mpango wa maendeleo wa mwaka 2014/2015. Mbunge wa Monduli mheshimiwa Edward Lowassa na mbunge wa Korogwe mjini mheshimiwa Stephen Ngonyani wametaka chombo kilicho chini ya Rais cha President's Delivery Bureau kinachosimamia mpango wa matokeo makubwa sasa kiwe na uwezo wa kufanya maamuzi magumu badala ya kuwekewa vikwazo. la nchi hii mnazungumza mambo, mnazungumza hakuna utekelezaji tutazungumza lakini, discipline ya Malaysia na hapa ni tofauti. Hapa kuna uswahili mwingi wa kukaa bila kutekeleza mambo. Mnaamua, hamtekelezi. Inatakiwa chombo ambacho kinaweza kufanya maamuzi magumu, na yakawa maamuzi magumu yanayotekelezeka kweli kweli, mkichokubaliana mambo yafanyike. Haiwezekani katika was... nchi kila mtu akawa analalamika, kiongozi analalamika, mwananchi analalamika, mtu wa serikali analalamika. Haiwezi ikawa ni jamii ya kulalamika lalamika. Hapo mtu mmoja anayefanya maamuzi na anayechukua hatua, bila kuchukua hatua tutaendelea kulalamikiana kulalamikiana, niuma sana mwisho.